Kwanza, Tanzania na Uturuki imekuwa na uhusiano wa muda mrefu na wa kihistoria tangu mwaka 1963 na uhusiano huu umekuwa unaimarika mwaka hadi mwaka na umeongezeka uh, takriban mwaka 2009 wakati Uturuki ulivyofungua ubalozi uh, upya nchini uh, Tanzania na sisi kufungua ubalozi mwaka 2017. Uh, biashara kati ya nchi zetu mbili imekuwa ikiongezeka uh, watu wanaotembeleana wamekuwa kiongezeka, uwekezaji umekuwa ukiongezeka. Uh, lakini pia uh, shughuli uh, za uh, makampuni ya Uturuki yanayofanya kazi uh, yanayopata mik mikataba Tanzania pia yamekuwa yakiongezeka. Usafiri wa anga kati ya nchi zetu mbili uh, sasa hivi kuna ndege kumi uh, na nane kwa wiki uh, kati ya Istanbul na, na Tanzania. Kwa utaona kwamba mahusiano yamekuwa yakishamiri sana. Kwa hiyo uh, ziara za viongozi uh, kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia kuyashamirisha zaidi, imekuwa ni muhimu. Ziara hii muhimu sana kwetu Tanzania. Kwanza, ndani, katika mazungumzo rasmi, uh, Mheshimiwa uh, uh, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimpa mwaliko Rais Erdogan kuja Tanzania, na baadaye hata katika mazungumzo uh, kwenye mkutano wa waandishi wa habari, pia rais wetu alirudia mwaliko ule na akatania kwamba aliona Mheshimiwa Rais Erdogan ametingisha kichwa, maana yake ni kwamba amekubali. uh, tunatarajia Mheshimiwa Rais wa Uturuki kufanya ziara nyingine nchini Tanzania. Tumezungumza mengi ambayo uh, tunapaswa kuyafanya pamoja uhusiano katika nyanja zote muhimu, lakini kikubwa zaidi tumekubaliana kuweka mfumo na utaratibu wa kuweza kuratibu mahusiano yetu uh, kuhakikisha kwamba uh, sekta zinashirikiana kwa karibu uh, makubaliano ambayo tunaingia ya mikataba uh, yanatekelezwa uh, kwa hiyo tumekubaliana kwamba kuwe na mfumo framework, tunaita uh, wa, ya kuweza kuratibu mahusiano kati ya nchi zetu mbili. Ukitazama nchi zetu mbili uh, zinashabiana katika mengi uh, ya msingi uh, ni nchi ambazo uh, viongozi wake wanapenda kujikita uh, katika kusukuma maendeleo kwa nguvu kubwa. Uh, uchumi wa hizi nchi mbili umekuwa kwa kasi ukilinganisha na majirani zake. Uh, ni nchi ambazo kwenye siasa za kikanda na kimataifa zimekuwa zinasukuma, ziko kwenye mrengo wa mazungumzo zaidi. Uh, kutafuta suluhu uh, ya changamoto mbalimbali uh, mbali kwa njia ya amani na mazungumzo. Kwa utaona kwamba ni nchi ambazo zinashabiana kidogo pamoja na kwamba ni nchi tofauti, lakini mielekeo yetu uh, karibu inafanana. Uh, ni kweli uh, na ni moja ya sehemu ya mazungumzo ya viongozi wetu na moja ya sehemu ya ajenda kubwa za ziara hii uh, ushirikiano kwenye sanaa, michezo na ubunifu. Uh, na kama unafahamu nchi hii uh, sanaa, michezo na ubunifu inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye maendeleo na uchumi wa nchi hii uh, na hata sifa ya nchi hii uh, kote duniani. Kwa hiyo tumekubaliana tushirikia katika maeneo hayo uh, unafahamu kabisa kwamba filamu uh, za nchi hii uh, nyumbani kwetu Tanzania zinatazamwa na zinafuatiliwa na kuna ufundi na ujuzi katika utengenezaji wa filamu uh, ni jambo ambalo pia tumelizungumza kama naweza kubadilishana uzoefu na uwezo katika eneo hilo na, ni eneo jipya ambalo uh, tumelizungumza uh, mimi na waziri mwenzangu wa mambo ya nje tumezungumza kwa kina kuhusu ushirikiano katika kupambana na ugaidi uh, ushirikiano katika jeshi uh, uh, na ulinzi uh, na tayari kuna makubaliano katika eneo hilo uh, wenzetu hapa kutokana na mazingira yao wamejenga uwezo mkubwa sana wa kujiimarisha kiulinzi na kiusalama, na naamini tunaweza kubadilishana uwezo na, na uzoefu katika eneo hilo. Pia ni muhimu sana uh, siku hizi ni sehemu kubwa sana ya diplomasia, na kusema kweli, katika kipindi cha wiki mbili zijazo tutafanya zaidi uh, sio tu ukurasa wangu uh, lakini pia kurasa za balozi zetu zote tunazibadilisha upya, tunaziimarisha tunatoa mafunzo na uelewa na ujuzi wa kuweza kutumia mitandao ya kijamii uh, kuwasiliana na jumuiya ya kimataifa kwao. Tuna mkakati mpya sasa hivi uh, tunauzindua ndani ya siku tatu zijazo unaitwa Digital Diplomacy uh, Strategy ya Tanzania, ambapo mabalozi wetu wataweza na wenyewe kufanya kama ambavyo uh, mimi nafanya katika ukurasa wangu. Ni jambo ambalo linazungumzwa, linazungumzika. Uh, ni jambo ambalo litapendeza likitokea. Uh, lakini linahitaji hatua kadhaa uh, ili lifikiwe, na ni jambo ambalo liko mezani uh, siwezi kutoa ahadi kwamba litafanyika kesho kishokutwa, uh, lakini linahitaji maandalizi na linahitaji pande zote kuridhika na kuridhiana kuhusu utaratibu mzima na aina ya watu wanaoweza kuingia na kadhalika. Kwa hiyo naamini tutafika uh, huko, lakini safari lazima ianze inabidi biashara yetu iwe kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa. Sasa hivi uh, biashara yetu iko kwenye dola milioni 360 hivi. Viongozi wetu wamesema tufikie dola bilioni moja katika miaka michache ijayo. Ikizidi hapo na itakapokuwa katika urari sawa, uwiano sawa uh, ni jambo ambalo inaweza kuzungumzika, lakini sasa hivi Uh, katika hiyo dola milioni mia uh, tatu uh, sitini Tanzania inauza dola milioni ishirini uh, na mbili tu, kwa utaona kuna, kuna uh, urari mkubwa um, tofauti. Kwa hiyo katika mazingira hayo ni vigumu kutumia sarafu moja uh, kutokana, lakini kama biashara itakuwa kubwa zaidi na urari utakuwa karibu na uyana itakuwa ni rahisi zaidi kufanya mazungumzo ya kutumia sarafu moja. Tuna matumaini makubwa. Ya kwanza, utamaduni, jiografia, uh, uh, historia uh, inaruhusu uh, na nchi hizi ziko katika umbali ambao sio mrefu uh, na kiutamaduni pamoja uh, kwamba kuna tofauti uh, na lugha pia, lakini kuna kushahabiana fulani hivi uh, ko ni nchi ambazo uh, ukitazama hata malengo yake ya kimaendeleo uh, na ndoto za watu wake, idadi ya watu uh, utaona kabisa kwamba kuna uh, ahadi nzuri uh, ya kuweza kufika mbali na kuwa na uhusiano wa muda mrefu zaidi una wakidugu na wakirafiki, ambao una manufaa kwa pande zote mbili na utafahamu kwamba Uh, wenzetu wa Uturuki uh, wamejitahidi sana kufungua balozi nyingi uh, kwenye bara la Afrika katika kipindi cha muda mfupi. Sasa hivi wana balozi takriban 44 uh, wakati nchi za Ulaya ambazo uh, tumekuwa na uhusiano nazo muda mrefu zaidi uh, zina uwakilishi mchache zaidi kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo utaona nia na dhamira ya nchi uh, kushirikiana na bara la Afrika. Lakini pia hata ukija Ankara Uh, utaona idadi ya balozi za Afrika pia zimeongezeka kwa kiasi kikubwa sana katika kipindi kifupi kwao. Utaona dhamira za uh, dha pande zote mbili ipo ya kuimarisha uhusiano huu. Kwanza uh, hali ya uh, inayoendelea Gaza hasa ni ya kusikitisha sana uh, inatunyongonyesha sana na ni hali ambayo haipaswi kuendelea. uh, wale watu wanastahili kupata haki zao kama wanadamu Msaada wa kibinadamu unatakiwa uwafikie kwa haraka na bila masharti yoyote, kwanza. Kwa la pili, inabidi kusimamishwe mapigano yanayoendelea, sio tu kuruhusu msaada wa kibinadamu lakini pia kutoa nafuu kwa watu kuanza upya maisha na kuendelea na maisha. Kwa hilo pia ni jambo la pili, na jambo la tatu lazima kuwe na suluhu ya kudumu ambayo itahusisha Uh, mataifa mawili uh, two state solution ambazo zinaelewana na zina amani baina yao. Uh, kwa hiyo huo ndio msimamo wetu sisi kama Tanzania.